Zikiwa zimesalia takribani siku ishirini na tisa kuelekea uchaguzi mkuu nchini Uganda unaotarajiwa kufanyika Januari 15, 2026. Taifa hilo la Afrika ya Mashariki linatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi huo, hasa katika kinyang'anyiro cha kiti cha urais. Rais aliyopo madarakani kwa sasa Yoweri Kaguta Museveni atatafuta kuongeza muda wa utawala wake hadi kufikia nusu karne endapo atafanikiwa kushinda katika uchaguzi huo, tangu alipoingia madarakani mwaka 1986. Katika kampeni zake, Rais Museveni anasema kulingana na irani ya chama chake cha NRM wataboresha katika sekta ya elimu kwa kujenga shule za msingi katika kila kijiji. Uh,

Kama ilivyokuwa katika uchaguzi uliopita uliofanyika mwaka elfu mbili na ishirini na moja mpinzani mkuu wa Museveni alikuwa ni msanii na mwanasiasa maarufu sana kwa sasa nchini humo, Robert Kiagulanyi, maarufu kama Bobi wi Kiongozi huyo wa upinzani anasema Rais Museveni alishinda katika uchaguzi huo kwa kuiba kura na vitisho vingi sana kwa wapiga kura, madai ambayo yanapingwa vikali na maafisa wa chama tawala cha NRM wanaosema Museveni alishinda kutokana na uungwaji mkono aliyokuwa nao. Na sasa tangu kampeni za uchaguzi wa mwaka huu zianze mwishoni mwa mwezi Septemba, Bobi Wine ameonekana kupata uungwaji mkono mkubwa na wananchi wa taifa hilo. Kampeni za Bobi Waini zimeingiwa dosari kwa kile alichokiita matumizi ya jeshi katika masuala ya raia yanayotekelezwa chini ya uongozi wa Rais Museveni. Akizungumza Desemba 9, katika mkutano, Bobi Waini amesema jeshi halina mamlaka ya kuwazuia raia, hatua hiyo ni kinyume cha sheria.

Aidha, Bobi Waini ameendelea kuvishutumu vyombo vya usalama nchini humo kwa madai ya kuwa wafuasi wake wa chama cha National Unity Platform NUP wanaotekwa nyara na kupotea basi hupelekwa katika kambi za jeshi za Kisenyi na Mbuya, madai ambayo ya yamepingwa vikali na serikali pamoja na vyombo vya ulinzi nchini humo na kusisitiza kuwa ukamataji wote hufanywa kwa kufuata sheria. Rais Museveni anagombea muhula wa saba sasa tangu alipoingia madarakani katika mapinduzi yaliyofanyika mwaka 1986 yaliyomwondoa madarakani aliyekuwa rais wa taifa hilo Milton Obote. Museveni anakuwa ni rais wa nne barani Afrika katika maraisi ambao walihudumu kwa miaka mingi wakiwa madarakani. Pia Rais Museveni alifanya mabadiliko ya katiba ya nchi hiyo na kuondoa ukomo wa umri wa rais kukaa madarakani. Mimi ni Salim Abubakar na hii ni Bieshine TV. Bieshine TV, All you want